Eh, yeah, eh, eh? Bae, munde, umo, umo. Eh, eh, eh, eh. Eh, kesho kesho hapo hivi. Na natakiwa upewe pesa nzuri. Nakubali tunapiga hela. Ili ukienda, munde, Munde, munde. Eh. Unanichezea? Hapana, mama, sikuchezea bwana. Wana mimi pambamba ndio. Ah, wewe sema mimi na babangu. Wewe sicheki na vichupi. Eh, mimi ni chupi bwana. Sicheki na vichupi. Ndio, mama, mimi ni chupi. Poa tumfanyaje? Eh, mnifanyia sana bwana kumote. Ah, bwana samote samani bwana. Poa wewe. Eh? Wewe unachukua sisi kangamoko? Ah, yeso kangamoko bwana. Unachukua sisi chura sana. Ah, yeso chura kweli. Poa wewe. Eh?

Ah matatizo, Kondoke naye kama vipi? Achana naye. Sasa, ah, naipeeka wapi mimi jamani, metegua kiunda kia Mungu tena, I talk atoke mtu <laughs>

Kwa biti kali mizuka inakwenda rezu, hongezi kwa fans ile, kichwa kipo cha karai, vito vya masai, uko Simba anakula nyasi, WCB Maboko, kuna jiji zima ukenda swasa, saka mani, saka mani, toto we usi wote babu, wakai chana ndo napita kama kumbi kumbi, ila usiku ndo tunakesha kama bundi bundi, tunawasha, tunawasha moto, tunawasha, tunawasha moto. Tunawasha moto. Mundo yuko wapi? Mundo yuko wapi? watetea masiala, ina maana ujue Munde aliko, ujue Munde alipo. Sasa nisikilize, nikwambie, sawa? Nahitaji umfuatilie Munde kila hatua anayopiga kila anachokifanya taarifa niletewe mimi hapa. Umenielewa vizuri? Umenielewa? Atoki mtu wewe! <laughs> Yeah.

A kila siku serikali inakataza, anataa serikali. Nikwambie kitu mara ngapi? Tunakwambia usiuze gongo, unauza, unaharibu vijana wadogo wadogo kama yule aliyekimbia wanafunzi Samani nini nakuuliza? Samani kitu gani? Tamai Samani tuongee kidogo. Tunakwenda kituoni. Tunakwenda wapi? Nakwenda <laughs> kituoni. Sawa. Nakupeleka wapi? kituoni. Unasemaje? Wachana na mambo basi. Serikali serikali imeniamini unasema tunachana na mambo hii? Tumetumwa kazi na serikali imeniamini kuja kufanya kazi. Na tuna tuna charge kwa mfano. Utuzima na, yaani tunatafuta riziki. Sasa ndio ndio utuzima vipi? Eleweka basi. Unamaanisha nini? Hmm? Ingapi? Sasa umesikia? Hela ndogo hiyo. Sawa. Nitakuja tena ufanye mpango. Una nini uchange changa nitakuja na nini? Sawa. Ila wewe makini. Unaelewa? Kuduka chini hapo. Sasa hivi kidogo umeonekana kama mtu ambaye unajali, unajali serikali. Sawa. Kisa sasa hivi inabidi hili wewe usiendelee. Ngoja mimi nimalizie. Kwa leo usiendelee

Sio kugoma tu hata kung'oa miguu yangu hapa, sipo tayari. Lakini kumbuka, Munde, mimi sipendi upate matatizo, sitaki nikuone unateseka mbele yangu, sawa? Lakini wazungu wanasema life is not liaso life is performance. Sasa huu ni kama mchezo wa birthday party. Kuna kumwagiana maji, kuna kupakana milangi ya keki, mtu akikupaka naona mpaka. Sasa mimi nakimbieje birthday yangu? Watu wanataka kunifanyia party, mama. Sasa so kwamba nakuambia wewe uondoke kwamba sijui, ndio hivyo sijamaanisha hivyo mimi. Natetea usalama wako Munde, au umeshapata kabwana kengine unataka unitoe kijanja, au sio Hapana, mimi sijapata bwana mwingine. Sawa, mimi nipo tayari, lakini hebu niache kwanza nifanye mikakati yangu, niweke mambo yangu sawa, niwaweke sawa vijana wangu, otherwise tutaondoka wote. Sawa. Na mimi nilikuwa na wazo hilo hilo. Siwezi kukuacha kuondoka peke yako, alafu mi ukaniacha hapa, mimi naishije? Siwezi kukaa mbali na wewe. Serious, namaanisha. Ndio vipi na ule panya yako? Nabaki na, na mtaa wake situondoke. <laughs> Ah, kweli, like naona kabisa mumde leo kafagilia dela, wacha nipende kichupi Utafanyaje sasa? Moyo ushagota kwa mtoto mrembo eh? <laughs> Ah, munde baby msela kisela, leo nimefagilia dela. Nakupenda sana. Nakupenda zaidi. Sema nini? Nimemisi utamu. Taupata leo. Unaanzaje kukosa? Kwa mfano, okay ni chozi la mapenzi, ni chozi la mapenzi, dunia imebeba mm -hmm. watu na viatu wenye akilitima mwingine viatu mm -hmm. nimebeba watu naajitaga mwenyewe. Umeniita kulikoni? Unajipya baby, mi natambua makosa yangu, mi najua nimekuboa sana, nimekukosea ila mimi binadamu bwana nimekosea. Nimekuita hapa za milango kubwa kukuomba msamaha. Mimi naomba unisamehe mpenzi wangu. Hans, kwa kunzalisha kule. Hivi unajua nimekimbizwa barabarani wewe? Eh? Yaani tena unanidanganya kwamba uli ndio dada yako, alafu kumbe ni mpenzi wako. Hivi hmm. Mmoja unaye huruma wewe. Ule mshanga zote unaopeleka wapi wewe? Hem niangalie, mimi, mtoto mdogo mdogo, kipote hapo. Ukinigeuza, ukinigeuza tu, nageuzika. Ha, wewe na ule mshangazi wapi na wapi babangu? Mimi kama nilivyozungumza, mimi sina mengi ya kuzungumza ila kuhusu wewe mshangazi mimi nishaupiga chini. Mimi nishapiga chini kabisa, mimi nishamcharazia, nishampanga mimi simtaki tena. Wewe unajua ndio kila kitu, tumepanga ahadi kemkem kwamba mimi nitakupeleka mjini. Sweetie, kwa nini mimi nikosa la ngapi na kona ninakukosea hivi? Si kwa ya kwanza. Sasa mazingira kama hayo ukianza kubwata kunidhalilisha hivyo unasema. Wewe, useme tena kunidhalilisha. Nimezalika sana mimi huko barabarani wewe. Nimezalilika afu eti unakuja kusema hapa na kuzalilisha. Sasa nisikilize, nenda kaongea na mshangazi wako, mwambia akome kunifuatilia. Arafu si unataka nikusamee, si unataka nikusamee baba? <clears throat> Asongege kwa mdomo, chomoa miteni miwili nipe, mambo mengine yaendelee. Unarudi sana unarudia mambo yale yale. Nishakwambia mimi sitembei na pesa mfukoni, sina hela mfukoni hata mia, ila mimi mambo yangu msamaha. Sikiliza, sikiliza unapenda sana kuyakubwaisha mambo, kwa sababu solution ilikuwa sio hela swala so, hela mimi nitalisolve. Najua mimi nitakuwa ni mara ngapi nakuzingatia bwana? Eh? Mara ngapi, mara ngapi mi nakuzingatia. Mara ngapi nini? Wewe 2000 tu kulipa hapa kale. Bas, basi kuhusu uye ule mshangazi mimi isha upige chini. Wewe ndio kila kitu kwangu. Mimi nakupenda bwana, hela ndo mambo mengine yataendelea. Wakishandu <tipanilis>

sielewi hata nini nifanye, lakini tayari nina mambo mazito natakiwa ni yasolve right now, na jambo lenyewe ni kuhusu kutoka katika umtaa. Kama mnavyoelewa kila misheni tukiifanya huwa ina buma. Tushapoteza pesa nyingi sana kwa ajili ya kuandaa misheni, lakini hakuna hata kitu kimoja kilichofanikiwa. Ushapoteza mizigo mingi sana ya dawa. Sasa kuna mwamba nilibonga naye, ye yupo mtaa wa pili, so aliniambia kama itakuwa fresh mi nitimbe huko. Nikienda huko kuna baadhi ya mizigo watanifungia, naamini nikirudi nayo hapa Tukai supply vizuri, basi tutakuwa tumepiga bingo. Mi nikanasomba haya sasa, nimeweteni hapa niwashirikishe kwamba muda wowote, saa yoyote kuanzia sasa, nitachomoka hapa mtaani, naelekea city center, eh, city center. Na sio hilo tu hapa katikati pia mchumba alikuwa ananiletea maruwerue kidogo, unajua kuhusu magomvi yetu sisi na watoto wapaka akawa, naomba oh, naomba wana munde e, kama vipi, namna gani, vipi? Naomba ujikatae utoke kabisa hapa kijini ili kuepusha magomvi. Mimi nikamkataa, mimi siwezi kumkimbia muuni huu mtaa wetu, si ndio wazao hapa? Sasa, hmm. lakini kwa upande mwingine mwigine nikaona mbona kama namuumiza mchumba Hasa ilipokuja kutokea ile dili la mimi kwenda kufuata mzigo, niko naacha nimfurahishe kupitia ile dili, nifanye kama nipo naye. Kwa hiyo nikampangilia, nikamwambia haina kweli wala barida, tutachomoka. Kwa hiyo katika msafara wangu mimi kwenda kukusanya mzigo, jua kabisa nitaondoka na mchumba. Hapa ndipo tatizo linapoingia kwamba mimi nikiondoka na mchumba hapa, watoto wapaka lazima watakinukisha kwa sababu atajua mimi nimeshaondoka na dada yao. Hapo <coughs> ndipo ninapohitaji vijana wangu, mwa be careful hapo. Kwanza mimi nikutoe hofu kuhusu watoto wapaka, hawasumbui kabisa. Uchache wetu wingi wao, lakini hapa hawezi kusumbua. Mahakama hii ya kwetu, sheria tunapanga sisi. Mji huu wa kwetu tumeukamata sisi, kwa hiyo na kuhusu kichupi huyo asumbui. Navojua sheria huwa mapenzi sia. Nenda, sisi tutakaza na tutakomaa, ila nakupa angalizi moja. Huko unapoenda jichunge sana, kamera za watu zisije zikakumulika yakaja kuleta matatizo tena huko ulipokuwepo. Mimi nakupa sapoti sana, mwanangu. Au unasemaje Sheikh Mada? Wewe atisa mbili kwa heshima. Wewe bro kama alivyokuambia huyo. We. Wewe nenda bwana, sisi tunakuombea. Nadhani wewe ukifika kule kafanye michongo yako utafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. So hawa watoto wapanya usiwaze, sisi tutaenda nao, sawa. Si hapa tuogopi kitu na tumejipanga ni kiufupi, yani. Unaondoka, yani mimi kama mimi ukitoka tu bigi yule pale, mimi nitakula naye sahani moja na nitahakikisha ananyooka. So wewe nenda, nakuombea kwa Mungu. Tatukuta tupo hapa brother, na kama kuna chochote utatupa taarifa, tutaenda sawa. Sheria, sheria mm. Sheria na huko ntakakwenda, kama nikibahatika kufunga mzigo kwa haraka, basi jua nitauweka sehemu ambako tunauwekaga. So by week lazima uende ukachungulie nimeweka mzigo au sijaweka. Ukikuta mzigo supply kwa haraka ili tupate pesa kwa ajili ya maandalizi ya kufanya mambo mengine makubwa. Oa, lazima mtaa tuubadilishe, sisi ndio wabunge wa mtaa. <coughs> Eh, lazima tufanye maendeleo ya kutosha, basi hamna shida. Kwa hiyo nao ni kuondoe hofu, ntajitahidi kama unavyoniamini, sipindishi maneno ntawai, nitazingatia mada, wewe sheria zile zile

Imagine mtu anauzwa kisa hela mm. Dunia inaenda kasi tena mpela mpela na umasikini, ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafati.